Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika maendelezo ya matukio matukio mbali yanayotokea mbali, nje na ndani ya Tanzania kubwa hii leo, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali mbali kama ifuatavyo. Amemteua Abdulrazak Badru kuwa kamishna wa hifadhi wa mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro NCAA. Kabla ya uteuzi huu, Badru alikuwa mkurugenzi mkuu wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF. Anachukua nafasi ya Dkt. Elirehema Joshua Doriye ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Na Dkt. Rimo Simeon Nyansaho ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF. Kabla ya uteuzi huu Dr Nyansao alikuwa mkurugenzi wa maendeleo ya biashara ya benki ya Azania. Huu ndio uteuzi ambao alioteua usiku huu wa leo eh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan. Na kushauli, tusisahau kusubscribe kushare na kulike Tugenda TV kwa habari na matukio mbali mbali.